Kuwa kuondoa umasikini na kuleta pesa eh, karibu na watu wetu, ili watu wetu vilevile wapate pesa ambayo wanaweza kuchukua <laughs> na mimi niliona kama tuko kaunti ngapi? Tano, so una dau ni kanzo ikiwa na, na governors wa, wa support this hii pesa poga etuulsakiit eh, program. Kwa sababu itakuwa inaweka pesa ya county government <laughs> na, na wafanyakazi mzara yao inapitia humu. Kwa hivyo mimi naona kwa sababu pesa ya Mlembe e, e, Investment Bank kama shares kama mimi ilipotea nikaona kwamba vile walianzisha, naona kama hawakufanya enough research, ndipo wakaanza hiyo bank. Kwa hivyo nataka niombe, kwa sababu hawa ni wazee ambao walikuwa na nia mzuri, ninaomba professionals ambao wako na wako na fikra tofauti tofauti, the having experts banking, wako na mambo ingine ya research, wako na mambo ingine, na pia wako na finance ninaona kama hao wanaweza chukua mahali ambapo wasee waliwachia na waweze kuinua jamii yetu, ya wale walikuwa na nia mzuri na wakaanzisha hii Mulembe Investment Bank na ikafeka mahali kasambaratika. Na vile ilisambaratika, hata mimi ni mmoja wao, nilikuwa na shares. Na kwa wakati huu hata pesa ambayo nilitoa sijui, niulize ofisi kani, kwa sababu hata ofisi iko wapi lakini vile mzee amesema ama vile tumeona huku nje, vile manene naendelea walikuwa na nia mzuri, kwa sababu ukienda huku nje kwa Wakikuyu ukiona kama Family Bank ilianzisha na mtu mmoja, it was a family bank, yaani nilikuwa ya, ya jamii ama ya watu wa boma moja, lakini wakakuja ikaonekana vile ilivyo imeendelea iko na branches nyingi sana na pia tumekuwa na hii banka wanaitwa Equity Bank, pia ni wa Kikuyu na mnaona kazi ambayo imefanya. Nikiwa mmoja ambaye nilifanya kazi kwa siasa, eh, ninataka kutoa rambi eh, kwa waheshimiwa ambayo wamekufa. Aa, walikuwa watu ambao wanafahamu na ilikuwa sasa, tulikuwa tunawaita e, tunawaita hawa viongozi na walikuwa wanaongoza siasa, amini kiongozi siasa, na vile vile walikuwa watu wetu, na wanaweza kukwambia ile wanataka. Kwa hivyo mimi nasema pole sana, pole kabisa, hasa huyu ni kijana nani na